Na mtazamaji, muungano wa chama cha kitamaduni cha wanawake kutoka jamii mbalimbali mbali, kaunti ya Kilifi uliandaa maonyesho ya tamaduni zao kando na kuwashinikiza kina mama kujihusisha na uongozi. Na hafla hiyo iliyohudhuriwa na kinara wa chama cha People's Liberation Party Martha Karua, na viongozi wengine wa kaunti ya Kilifi. Viongozi hao wanasema kuwa sherehe hizo za tamaduni zitasaidia pakubwa kuangazia changamoto za kina mama zikiwemo elimu, afya na masuala mengine ya kijamii. So we decided we're going to launch this association, call all the women together so we can speak in one voice. In terms, you know, women help each other. So in terms of health, education, uh, job employment, and entrepreneurship, name it. There's a lot going on in in Kilifi. And so So many women are suffering in silence. So when we're together, we can help each other. Tunaamini ya kwamba umoja wao, ndio nguvu yetu. Na katiba pia ina recognize katika article 11 ya katiba yetu ya nchi ya Kenya inatambua uh, utamaduni kwamba ndio msingi wa taifa na pia vilevile vile katika ustaarabu wetu kama uh, taifa uh, la Kenya. Naam, mtazamaji naye mwanamuziki